Ni kwamba walimu wa shule za sekondari msingi katika tawi la Makueni wamesema kuwa wameshangazwa na hotuba ya Rais Ruto kwa Taifa hapo jana, ambapo walikuwa wanatarajia atatoa mwelekeo kuhusu ajira za walimu za kudumu. Walimu hawa walidai kuwa iwapo serikali haitatoa ratiba kamili ya ajira za kudumu mwaka huu, watalazimika kusitisha masomo shuleni katika muhula wa kwanza mwaka ujao kama njia ya kushinikiza serikali kutimiza ahadi zao. Hello. Yesterday during the State of Nation address, you said that you have employed 76,000 teachers and you are also ready to employ another 24,000 teachers so that it can total 100,000 teachers Now, my question is Are now the 76,000 teachers employed into PNP because only 56,000 teachers are employed on PNP, meaning that the 20,000 serving done have not yet now been employed. Now we are calling you, Mr. President, now to confirm now the 20000 teachers so that the number of 76000 teachers can be now come, uh, the ome yeah. very well. yeah. So we now, uh, we come in, uh, into conclusion that uh, the fo the communication that Mr. President said was false. He has only employed 56000 teachers, but not 76000 teachers. Teacher. So, teachers suala la kuajiri walimu 1 na swali letu kuu leo tunataka tujue iwapo wale walimu ambao ni elfu ishirini na ishirini ambao kwa sasa wanahudumu katika kadarasi ni sehemu ya wale walimu elfu moja. Manake unaposema utaajiri walimu elfu moja um, na kwa sasa umeajiri sabini na sita elfu, tunataka tujue iwapo rais atawafuta kazi wale walimu ambao wanahudumu kadarasi ndiposa waajiri wengine au atalitekeleza kwa njia lipi? Kwa nini serikali inazidi kuajiri walimu katika contract when the court has already pronounced itself that internship is illegal. Tulikuwa tunatarajia katika kiasi kikubwa uh, rais aweze kunguzia swala la uh, afya ya walimu. Walimu wanakatwa pesa pale kwa sha, walimu wanakatwa pesa yao ya uh, medical scheme na ile pesa haisaidii. Ay, uh, mwalimu leo hii ukienda hospitali kama we ni mwalimu, utaambiwa huduma ya SHA haifanyi kazi. Tunataka tujue mwalimu katika swala la afya ameweza kuwekwa katika uh, nafasi ipi? Na mtazamaji mweleke